That's like Lamine Yamal. If you remember majuzi kati nilishia stori ya msanii kutokea nchini Nigeria Skales. Eh, bwana baada ya muda mrefu Lamine Yamal, bwana mdogo kutoka katika klabu ya Barcelona pamoja na timu ya taifa ya Spain, anamrudisha mjini Skales baada ya kufanya challenge moja katika ukurasa wa TikTok, challenge ambayo alikuwa akicheza wimbo wa msanii Skales uitwao Shakeboard, wimbo ambao aliuachia miaka kumi iliyopita Skales anarudi tena kwenye trending baada ya challenge hiyo ya Lamine Yamal ambayo ina views zaidi ya milioni 189 katika kurasa wa TikTok mpaka sasa. Challenge ambayo imeweza kumpa shows nyingi sana katika nchi ya Spain bwana Skales, na aliweza kupata mwaliko maalumu kabisa kutoka kwa Lamine Yamal kwenda kushuhudia mechi ya El Clasico hapo majuzi kati ambapo Real Madrid walichezea kichapo cha magoli matatu kwa mbili dhidi ya FC Barcelona, lakini pia Skales alipata nafasi ya kupiga picha na timu nzima na kufanya videos kadhaa na baadhi ya wachezaji wa, wa klabu FC Barcelona. Sasa baada ya tukio hilo, msanii Skales kutokea Nigeria ameamua kurudisha shukran kwa Lamine Yamal kwa kumrudisha tena mjini na kuamua kuachia ngoma ambayo inaitwa Dance Like Lamine Yamal. Unaweza kuisikiliza katika platform zote za kusikiza mziki then utaniambia hapo kwenye comment umesikiaje ngoma hiyo, Dance like Lamine Yamal, Dance like Lamine Yamal.

If you remember, majuzi kati nilishaa story ya msanii kutokea nchini Nigeria, Skales. E, baada e, ya muda mrefu Lamine Yamal, bwana mdogo kutoka katika klabu ya Barcelona pamoja na timu ya taifa ya Spain, anamrudisha mjini Skales baada ya kufanya challenge moja katika ukurasa wa TikTok, challenge ambayo alikuwa akicheza wimbo wa msanii Skales uitwao Shake Body, wimbo ambao aliuachia miaka kumi iliyopita. Skales anarudi tena kwenye trending baada ya challenge hiyo ya Lamine Yamal ambayo ina views zaidi ya milioni 189 katika kurasa wa TikTok mpaka sasa, challenge ambayo imeweza kumpa shows nyingi sana katika nchi ya Spain. Bwana Skales na aliweza kupata mwaliko maalumu kabisa kutoka kwa Lamine Yamal kwenda kushuhudia mechi ya El Clasico hapo majuzi kati, ambapo Real Madrid walichezea kichapo cha magoli matatu kwa mbili dhidi ya FC Barcelona, lakini pia Skales alipata nafasi ya kupiga picha na timu nzima na kufanya videos kadhaa na baadhi ya wachezaji wa, wa klabu FC Barcelona. Sasa baada ya tukio hilo msanii Skales kutoka Nigeria ameamua kurudisha shukran kwa Lamine Yamal kwa kumrudisha tena mjini na kuamua kuachia ngoma ambayo inaitwa Dance Like Lamine Yamal. Unaweza kuisikiliza katika platform zote za kusikiza mziki, then utaniambia hapo kwenye comment umesikiaje ngoma hiyo. Dance like Lamine Yamal, dance like Lamine Yamal.